Okay, karibu tena eh, katika chaneli yangu pendwa kabisa, channel ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine tena, leo nimekuja kufundisha jinsi ya kutengeneza frame ama kutengeneza picha yoyote, hasa kuiwekea background ya nyuma ama kutengeneza kasha ambayo inakuwezesha wewe kutuma labda Facebook ama kuweka kasha katika akaunti yako ama chaneli yako ya YouTube. So utakwenda kufanya kitu hicho kupitia simu yako tu ya mkononi na sio lazima uwe na software yani, ama, yani, application, mfano application ambazo zinapatikana katika kompyuta, ama sio lazima utumie kompyuta. So leo utakwenda kutumia tu simu na tutajua ujenja huo. Mimi naitwa Sauti ya Sifa, napenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Usisahau kusubscribe ili kuwa mjanja na kuwa kwanza kupata video zangu. Ok, karibu tena katika kiochango cha simu kwa mara nyingine kabisa. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kukata picha ama ya kutengeneza foto ama kasha yes, ama sambu nea ama picha yoyote ambao unahitaji wewe kuitengeneza vizuri kabisa na kuikata kuiweka sehemu nyingine, eneo yaani eneo lingine tofauti kutokana na picha yako ama kutokana na mada yako ama kutokana na wewe mwenyewe jinsi nye unavyopenda picha e, picha yako iwaje ama ikaaje. Mfano hapa, mimi na picha nyingi sana ambazo tayari nimeshazibadilisha ama nimeshazitengeneza vizuri kabisa. Watu wengi wanaona e, picha zangu zikiwa nzuri zaidi hapa katika chaneli yangu ya Ticha Sauti ya Sifa, lakini wengi sana wakatamani kujua, naweza kutengeneza picha kama hizi picha kama anazotengeneza Teacher Sauti ya Sifa. Hizi hapa tazama, hizi ni moja kati ya baadhi ya picha ambazo zimeendelea kuruka sana katika chaneli yangu, na ni picha nzuri kabisa, picha ambazo zimekwenda katika ubora wa hali ya juu kabisa. Sasa hizi picha na zingine kama hizi unawezaje kutengeneza? Ehe, hilo ndo swali la kujiuliza. Unaweza kutengeneza picha kama hizi cha kwanza kabisa ni lazima udownload wanasema background photo, hii background photo inapatikana katika ukurasa ama e, katika application ambayo inafahamika kwa jina la Play Store. Kwa hiyo sasa utaingia Play Store ili kuweza kudownload background photo. Ukishaingia hapo andika background photo, ukishai download ifungue e, Wakati unaifungua ni kukumbushe tu kwamba hakikisha unabonyeza neno lilioandikwa subscribe, ili kwa kwanza kupata video kila ninapoweka hapa, itakufikia moja kwa moja bila shida kabisa. Hii ndio background ambayo leo tutakwenda kuitumia kukata picha. Ina mambo mengi sana kama haya ambao unayapata kuyaona hapa. Hizi ni baadhi ya mambo ama vitu ambavyo vipo katika background photo, vikiwa vinajitegemea vyenyewe kama vyenyewe yani, kimaanisha easy ni AI. Kuna AI background, kuna AI filter, kuna AI expand, kuna kuna kuna expand AI kuna AI hair style. Umeona wewe, sasa cha kufanya utakwenda pale katika neno ambalo limeandikwa remove background ta. Ukishabonyeza hilo remove background, utachagua picha yoyote ambayo unaona wewe kwako inakufaa, yoyote ile, mfano kama mimi nitakwenda kuchagua i hapa i hapa picha yako yoyote ile utachagua, ila mimi nimechagua hii hapa. Umeona ukishachagua eh? Itakuwa inajisafisha kama hivi kitu cha nyuma cho ama background ya nyuma itajifuta moja kwa moja. Umeona ilivyojifuta eh? Imebaki kama ilivyo. So kwa kuwa umejua hivi ndo utoe. Ha, kuna mambo mengi ya kujifunza ila kama utatoa pia eh, it is okay. Haijalishi, okay. Sasa ukishaona imejipiga tiki kama hivi, eh, unaweza ukaisaidia ukaisaidia baadhi ya sehemu mfano unaweza ukaisaidia labda eneo hili hapo, umeona kavile limezidi lina kaweusi fulani hivi, sasa utakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa elize elize itakata itakata, umeona akakadoti aka ikikasogeza hapa inakata tap, umeona imekata umeiona, eh tap, umeona ilivyokata. Sasa mimi nitarudisha, nilikuwa nakuelekeza tu kwamba kwa picha ambayo itakata kukata basi utasaidia kukata kama hivyo, lakini ukiona sehemu ambayo labda uende imefutika kama hapa, tizama, umeona unaweza ukailipea kwa kubonyeza, ili neno lipea. Kuna ilaizi ya kukata, lakini pia kuna lipea ya kuweka tena mchoro. Tizama, nikiweka hivi, nikichora hapo mwona, unajichora huo hapo, unajichora vizuri kabisa hapo huo. Uh-huh, najaza hapa, najaza, najaza kabisa na fulufulu. Baada ya hapo sasa utapiga tiki, tiki yako kujuu sasa baada ya kupiga tiki picha itakuleta mpaka hapa, sawa. Sasa hapa ndio kuna mambo mengi sana ambayo unatakiwa uyazingatie ili kutengeneza picha yako nzuri. Cha kwanza ambacho unatakiwa kuzingatia ni frame ama resize hii, wanaita frame ama resize. Utabonyeza hapo kuna resize tap. Ukishabonyeza resize hii hapa chini hii, mara baada ya kupiga tiki pale resize itakuwa hii hapa. Ukishabonyeza resize picha yako itakupa maframe mbalimbali, itakupa frame mfano ya Instagram ya Instagram ya Instagram ya YouTube ya in ya WhatsApp ya Facebook, sijui frame ya wapi wapi, ya Twitter, frame kama hizi. Sasa wewe, kutokana na picha yako, je, unataka kuipeleka wapi? Kama unataka kuipeleka YouTube ikae kama kasha, utabonyeza hii YouTube hapa, tap muona hichi ndio cha YouTube. Ukishabonyeza hivi inamaanisha huyu mtu atakuwa yuko hapa, umemwona eh, huyu hapa sasa. Tena nikamsogeza nikamweka nika hapa, lakini sasa nyuma hapo kunatakiwa kuwa kuna kitu ehe, nyuma kunatakiwa kuwa kuna nini? Kuna kitu. Inamaanisha ukishabonyeza frame ukabonyeza tiki, ehe, nyuma hapo utakuwa umetengeneza kweli flame, ila nyuma kunahitajika kuwa kuna kitu ambacho kitavutia. Utabonyeza background, neno ambalo limeandikwa background ta Ukishabonyeza hapo utakwenda kubonyeza, kuna aka kajumlisha kama kapicha picha fulani tap. Ukishabonyeza chagua background yoyote ama picha yoyote ambayo unaona kwako itakupendeza. Mfano kama mimi nitachagua hii hapa ya YouTube tap, kwa sababu ndo ninayo hii hapa. Sasa ukishachagua hivi, kwa kuwa umeshachagua frame tangu mwanzo, basi utapiga tiki huku juu, pia tap. Umeona? Kwa hiyo background yangu inakuwa imekuwa nzuri kama hivyo, yaani nakuwa tayari nimeweza kubadilisha background ya nyuma. Kwa hiyo itaenda inacheza na mazingira yangu yoyote. Mfano kama unataka kutengeneza movie, utaongeza mtu. Kama unataka kutengeneza movie, utaongeza mtu kwa kubonyeza hapa adi, umepaona? Ukibonyeza hapa adi tap inamaanisha utamwadi mtu mwingine aje kukaa eneo hili hapo. Tizama, tamuadi huyu hapa, huyu hapa. Tap, tabonyeza hii picha. Umeona, hii picha imekuja na background yake, lakini sasa ili kuitoa hiyo background utabonyeza kaka mshale ama kaka mkasi. Tap, ukishabonyeza haka kamkasi itakwenda kufuta hiyo background ya hapo, nyumba yapo, inafuta hapo inafuta hii hapo, tiari. Baada ya kufuta, utapiga tiki. Baada ya kupiga tiki, nadhani umeona hapo kwamba watu wamekuwa wawili tiari. Huyu hapa, mtizame, huyu hapa, watu wameshakuwa wawili tiari. Hii hapa, umeona. Kwa hiyo mtu ndo unampanga kama hivyo na background unaweza kuibadilisha ukaichange kutokana na mada ambayo unafanya ama kutokana na kitu ambacho unataka kukiedit. Unaweza kuweka background ya kichawi huko nyuma, ukaweka background ya kijini kama unahitaji maswala ya kijini jini. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukafanya, he picha yetu ikawa nzuri kama hivi, ama kutengeneza picha kupitia mbinu hii hapa kiurahisi kabisa. Kwa hiyo ukishaitengeneza kama hivyo utakwenda kubonyeza neno ambalo limeandikwa texti tap. Ukibonyeza neno texti utaandika neno lolote, mfano kama mi nitaandika hivi makomando. Mara baada ya kuandika makomando itakwenda e, kubonyeza neno ambalo limeandikwa AA hey, cha hey. Nikishabonyeza hapo inanipa namna ya kubadilisha maneno. Mona, nikibonyeza hapa maneno yanabadilika, nikiweka hapa maneno yanabadilika. Kwa hiyo mimi nitachagua hii hapa, lakini baada ya kuchagua nitaipiga na rangi. Mfano kama mimi nitapiga rangi ambayo naihitaji mimi mwenyewe ya hapa, rangi tapiga rangi, utachagua wewe mwenyewe hapa. Ehe, mimi nitachagua hii baada ya kuchagua rangi, takwenda hapa, kuna RGN, ta nitafanya hivi kuya kuya, yaani nikifanya hivi maneno yanabanana, nikifanya hivi maneno yanaachana, nitayachanisha kama hivi zeni. Baada ya hapo basi, baada ya kupiga tiki maneno yangu yatakuwa kama haya hapa, tizama. Kwa hiyo kitu imekuwa vizuri, neno naweza kuliweka hapa juu ama unaweza kuliweka hapa chini. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukatengeneza makasha yoyote yale, e, kupitia e, simu zetu za mkononi e, kupitia background photo, na natumaini kwamba kwa umejifunza jinsi ya kuweza kutengeneza frame ama background ama vipiji picha ama sample ya kitala ambazo unaweza kuziweka labda Facebook, unaweza kuziweka YouTube, unaweza kuziweka pengine popote pale. Basi hivyo ndivyo ambavyo tunatengeneza, so usisahau tu kwamba ujanja yote haya unaendelea kuyapata kupitia chaneli yetu pemba kabisa, ambayo inafahamika kwa jina la Teacher Sauti ya Sifa. Ukiwa umesubscribe utakuwa wa kwanza kupata video, lakini kama bado hujasubscribe, hakikisha unafanya kitendo hicho cha kiungwana kwa kubonyeza neno hilo ile lililoandikwa subscribe hapo chini ya video. Ukibonyeza utakuwa umetisha na utakuwa wa kwanza kupata video. Bye.